Itahusu zaidi ujue mwani na faida zake, na mgeni ambaye tumemwalika hapa ni Semeni Mohammed Salum, katibu wa ushirika wa wakulima hai Zanzibar. Yeye yupo tayari kutujuza kuhusiana na hili. Karibu sana Semeni, habari za majukumu? Najua nafasi kama ya ukatibu manake wewe ndo unasimamia, unafuatilia mambo mengi na mambo ya msingi juu ya, ya swala hili la ushirika. Tuzungumze moja kwa moja kwenye mwani. Tunapozungumzia mwani hasa ina maana gani? Mwani ni zao la baharini mm -hmm. mwani unapatikana baharini mm -hmm. na awali mwani unavunwa baharini mm -hmm. lakini kutokana na mahitaji makubwa kwenye soko la dunia, miaka 80 tumeanza kuulimwa kitaalamu, inaitwa kwakacha. Kwa hiyo Afrika sisi, ni Tanzania ni watu wa kwanza wa mm -hmm. uzalishaji wa mwani, lakini Zanzibar ndo asilimia tisini inatoka Zanzibar, lakini duniani kuna mm nafasi ya pili ukiacha philipin na Ghana. Ukifuatilia uh, okay, ripoti nyingi kuhusiana na wakulima mwani inaonekana asilimia kubwa ni wanawake ndio wanaojishughulisha na shughuli ya ukulima wa aina hiyo. Kwa nini wanawake? Hakika asilimia tisini ya wakulima wote ni wanawake Zanzibar. mm -hmm. Hii inatokana ile kakamba ni mazao baharini, mm. Kwa hiyo wanaume wengi wanapenda kuenda kuvua baharini wapate mahitaji ya kila siku, lakini kwenye mwani ni kilimo mm. Kwa hiyo kuna siku zake za kuvuna mm. na zaidi tatu, karibu siku arobaini na tano mpaka mm. sitini. Unajua pesa za wanawake kidogo, unaweza ukasubiri subiri, lakini wanaume, kutokana na mahitaji, wanataka pesa za kila siku mm. Lakini pia imekuwa na wanawake, kwa sababu mwani unalimwa kima kidogo cha maji mm. Ukilinganisha na kuna kuvuna juu baharini Tumesikia mara kadhaa e, hata Wizara ya Uchuma Bluu ikizungumzia swala hili, kwa sababu wanawapiga jeki wakulima wa mwani e, kuhamasisha wakulima kuendelea kuvuna mwani walau katika kiwango cha maji zaidi tofauti na, na kile kiwango cha awali, kwa sababu inaaminika kwamba mwani unaopatikana katika maji ya kina kidogo e, una ubora zaidi ukilinganisha na katika hii hatua ya awali. Wanawake wanawaweza hili mm. Hapana, uhalisia huko, kuna aina nyingi za mwani, lakini kila mwani unaota kwenye maji yake. Zanzibar tunalima sana mwani wa spinosa, ambao ni mwembamba, ambao unalimwa kwenye kiwango kidogo cha maji, lakini kuna mwani unaitwa kotoni, ambao unapenda maji mingi zaidi. Kwa hiyo hiyo ni tofauti, kuna aina za mwani zinapenda, na huo unapatikana hapa, inapatikana japokuwa asilimia tisini mpaka tisini na tano mwani unaolimwa Zanzibar ni maji maji madogo, huo spinosa ni mwani mwembamba, asilimia kidogo ni mwani mnene kotonii. Lakini Tanzania bara mm. wao wanalima sana kutokana na necha bahari zao, kotonii kule ipo nyingi kuliko Zanzibar. Ndio hapo sasa hoja inakuja kuwa kwa nini nitegemee zaidi mwani wa Zanzibar na kuacha maeneo mengine? Mwani wa Zanzibar duniani nilisema, mm. tuna nafasi ya pili katika mm. soko, lakini duniani mwani wa Zanzibar ndo wa unee hadhi kubwa kutokana na bahari zetu hazina mapolusha hazina masumu mm, tofauti na hizo nchi za Asia tunazitaja, bahari zao zina vitu vingi. Kwa hiyo ukienda kwenye soko la dunia mwani wetu mm, una hadhi kubwa na una soko una bei kubwa ukilinganisha na mwani wa, wa nchi nyingine, lakini Afrika sisi ni watu wa kwanza mm, lakini duniani kwenye hadhi sisi ndo mwani wetu una hadhi zaidi, na hata ukilinganisha baina ya mwani wa Tanzania bara wa mwamba wapuani, wa pwani na wa Zanzibar wa visiwani ni mzuri zaidi. Kama mfano wa karafuu, karafuu ya Pemba Zanzibar si karafuu ya Morogoro au ya Tanga. Kwa hiyo na kwenye mwani kwenye au mikoko pia yeah. Ni hatua nzuri. Sasa tuzungumze kidogo kwenye faida za mwani. Mwani una faida gani kwa ujumla kwa mtu binafsi na taifa kwa ujumla? Kwa taifa tukianza, ukiacha karafuu na utalii hmm. mwani unashika nafasi ya tatu katika kuingizia pato la nchi pesa za kigeni. Kwa hiyo lakini ukilinganisha kwa mazao hmm. mwani ndo zao la kwanza, zaza ndo linazalishwa kwa wingi zaidi kulinganisha na mazao GoDaddy has an SSL option to meet your needs whether you do it it yourself or we manage it for you kwa hiyo tuna nafasi ya tatu katika kuingiza pesa ha? lakini ni nafasi ya kwanza katika uzalishaji. Hakuna hata kitu kimoja hapa Zanzibar utotokitaka kwa matani hmm. kwa sababu mwani unaweza kuzalishwa mpaka tani mia moja mia mbili mpaka elfu hmm. kwa miezi tu. Zanzibar unalimwa mwani mwingi. lakini ukija kwa wananchi, kwa vile unalimwa sana, kwa hiyo wananchi na wao ndo wamejiwekeza sana huko, kwa sababu una soko uzuri na mwani sasa hivi pia unatumika katika nchi zetu za Kiafrika. Zamani tulikuwa tunapeleka tu nje, lakini pia kuna soko la ndani pia tumelianzisha. mm -hmm. kwa mwaka tunaweza kupata tani ngapi za mwani kwa sasa? Uh, siwezi kusema takwimu kwa sababu, mm -hmm. wazungumzaji wa takwimu ni idara ya uvuvi na mazao wa baharini. mm -hmm. sisi ni taasisi binafsi, lakini katika ninachojua mie katika mazao yanapatikana Zanzibar, mwani ndio ni namba moja. Nakumbuka na, na tushawahi kuzungumza nao kama nitakuwa nipo sahihi uh, kwa mwaka mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tani kama elfu kumi na mbili hivi na, zi, na zi zi kazaidi. Sasa ndio nilikuwa nataka nifahamu katika kipindi mm. hichi imekuwaje? Lakini, sawa, tuzungumze tu, mwani unatumika kwa matumizi gani? Maana tunasikia kuna matumizi mengi. Hivi karibuni nilisikia hata keki wanaweka kidogo mwani kupata ladha tukizungumza mwani unafanyika matumizi gani? hmm. Mwani una matumizi matatu makubwa. mm -hmm. Kwanza unatengenezewa cosmetic vipodozi, lakini, eh vipodozi huko nje hmm. unatumika kwa vipodozi lakini pia unatumika kufanya preservation ya vyakula duniani, lakini mwani ni chakula ambao watu wanatumia kama supplement, ni virutubisho lishe kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba hmm. mwani ndio zao pekee duniani lenye virutubisho vingi zaidi ukilinganisha na mazao mengine na binadamu wanapata maradhi kutokana na ukosefu wa virutubisho. Kwa hiyo watu wengi wanaotumia mwani au hata huko nje wanafanya supplement kwa kula, kwa kujengea afya ya binadamu. Aha, sawa. So, ni hatua nzuri, lakini tunaweza kusema changamoto gani zinazowakabili wakulima wa mwani kwa sasa? Changamoto zipo, haziwezi kukosekana, lakini kutokana na kule ni baharini tunapolima, kwa hiyo mm, changamoto nyingi, lakini serikali nayo inajitahidi, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunalima kwenye kama kizamani fulani, mm, unabeba magunia yale, unabeba masafa mbili, kuna vitu tofauti tofauti unakutana tofaut no nazo kule baharini, lakini sasa hivi kupitia wizara ya uchumi wa buluu tumewezeshwa kupoa mashine boti za kuweza kutoa mwani baharini kuleta juu. Kuna chanja, kuna miundombinu. Serikali mingi imewekeza katika swala hili la mwani. Elimu pia iko nyingi sana katika Wizara ya Uchumi Buluu. Sifikiri kama kuna kitengo hmm. au kuna taasisi ambayo inatoa elimu nyingi na kusupport wananchi kama mwani mwani ni kipaumbele katika Wizara ya Uchumi Buluu, na ndiyo maana kuna vitu vingi hivi. Sasa hivi tu kuna maeneo ya kuanikia mwani, mwani kwa sababu mwani zamani ulikuwa mm -hmm. unaanikwa chini lakini sasa hivi mwani unatumika kwa chakula unaanikwa kwenye chanja maalum. Kuna matenti makubwa ya yanajengwa tayari yamo katika Unguja na Pemba, na kuna elimu nyingi zinatolewa katika asilimia tisini unayozungumza ya kulima mwani hapa Zanzibar. Uh, tukitazama kwa upande wa rika, tunakuta rika la wasichana pia wakiwemo katika shughuli hizo wakiongo kidogo, wasichana wamo, lakini wingi watu wenye wa majukumu. Kwa nini kiongo kidogo wasichana? Unajua, sasa hivi tuna, zamani ilikuwa watu kusoma uh-huh. uh, mtu kamaliza shule form 2 anaenda baharini lakini, sasa hivi elimu mm. kutokana na sasa hivi na wanafunzi wanashajishwa sana kusoma kwa hiyo watu wengi wanasoma mm. Lakini watu wengi wa ukanda wa pwani walikuwa labda hawana shughuli za kufanya wanafanya, lakini zamani ilikuwa ukifanya shughuli za mwana naonekana kama huna shughuli maalumu ya kufanya, unaelekea tu, lakini sasa hivi mwani ni zao au ni biashara ya kusaminika mtu akikuona unafanya biashara za mwani anakuona sasa kweli, kwa sababu mwani unatumika na mwani unafanyiwa vitu vingi tu hapa Tanzania. Tukitazama kwa upande wa uthamani wenyewe kwenye zao hili la mwani, unaweza kutupa baadhi ya watu ambao labda hawa tunaweza kuwachukulia kama ni mfano waliopata mafanikio baada ya kujikita katika shughuli hizi za ukulima wa mwani Nikianza kutaja vikundi ambavyo vina mafanikio ni vingi sana, mm -hmm, lakini sasa hivi ukenda kwenye maonyesho unakuta kina mama wengi sana, mm -hmm. wanajielekeza kufanya producti tofauti, kwa sababu mwani mbali, zamani tulikuwa tunauza mwani mwani kama ulivyo. Mm -hmm, lakini sasa hivi mwani tumeupanisha thamani, mm -hmm, na ndio hilo ndio lengo kubwa la Wizara ya Uchumi Buluu. Tumeupanisha thamani, mashine tofauti zimenunuliwa na serikali kwa kusaga mwani, mm -hmm, lakini elimu za nchi tofauti zipo hapa Zanzibar kutoka Idara ya Uvuvi na mazabarini jinsi ya kuweza kusarifu mwani. Kwa hiyo mwani mm. tunausaga kama unga, mwani sasa hivi unatengenezwa capsule, lakini mwani unatengenezwa shampoo, mwani unatengenezwa sabuni, mwani unatengenezwa bidhaa tofauti, na mm. tukichanganyisha na vitu vingine vya asili vya kizanzibari. Kwa hiyo mwani tumekuwa tunazalisha vitu vingi, na hivyo vitu vinauzika, watalii wanavitumia sana, ndio maana wanakuta watu wengi wanauza mwani. Lakini hata hapa Tanzania tayari mwani unatumika kwa faida kwa kula, unaweza kuniambia kuwa kumbe ukijikita kwenye shughuli za ukulima wa mwani, japokuwa kuna misimu lakini taaswira yake inakuja, unaweza kujikwamua kuji kwenye swala so zima la ukata wa fedha na uchumi kwa ujumla. E, zamani watu walikuwa wanalima tumwani analima tumwani mm. analima tumwana, anauza kama ulivyo kilo mia mm. nane mia sita bila kelele, lakini kuingia hii uchumi wa buluu mm. watu wameambiwa hapana, mm -hmm. mbali na kulima lazima upandishe thamani mm. Zimenunuliwa chanja, elimu nyingi zimetolewa. Kwa hiyo sasa hivi mwani, nimekwambia unatengenezwa bidhaa tofauti. Mtu asijitoshee, mimi nalima mwani, mitha, mm. Mituas, jitoshe, mwani. Kampu nta, tutazi mm. kampuni tutaziuzia, mm. kampuni hiyo raw material wanasafirisha, lakini pia tunatengeneza product. Kuna soko kubwa kwenye utalii utali. lakini mm. kuna soko kubwa katika serikali ya Jamhuri ya Muungano Tanzania bara, maanake huu muungano mimi naambia watu haupo tu, yani kama umeletwa tu mm. umeletwa kwa faida, na tunaambia watu utumie kwa faida Muungano kuna watu zaidi ya milioni 60 kuna watu mkanda wa juu huko wanahitaji vitu kama hivi, ni kujitoa. Kuna soko kubwa na kuna watu wengi wanahitaji mwani, kama tunatengeneza bidhaa, bila shaka hapo kuna masuala ya utaalamu, uh, wa kiafya inahitajika, yeah. Uh, ku, ku, kusakinishwa, ili kufahamu uhalisia wa faida ambazo zinapatikana. Tumesema mwani pia tunaotumia kama virutubisho lishe na masuala kama hayo. Uh, ikifikia hatua hiyo au kama ipo hatua hiyo, huyu mwananchi ambaye atategemea bidhaa ya mwani katika maswala ya lishe kwa mtoto na vitu kama hivyo, ye anawezaje kujiridhisha kwamba matumizi ya mwani huu upo salama kiafya? Hakika, na ni swala zuri, utomu kuzalisha mwani mm-hmm. Hii dara uvuvi, nakwambia sisi dara uvuvi pale dara uvuvi mm -hmm. elimu inaotolewa jinsi mm -hmm. ya, ya kusarifu lakini taasisi mm -hmm. zinaungana mm -hmm. kuna bodi ya chakula, madawa na vipodozi mm -hmm. lazima la bodi ya chakula na madawa na vipodozi mm. Wakague eneo lako mm. wakukague afya yako, na wathibitishe inafaa kwa kula kwa binadamu, inafaa kwa matumizi ya vipodozi. Huko tunakwenda na Zanzibar Bureau of Standard, wanaweka mm. standard mm. ya mwani wa Zanzibar. Kwa hiyo hakikisha unavyofanya hizi shughuli za mwana, hakikisha ufike kwenye taasisi husika, kwa sababu so, tunasema si bora mwani mm -hmm. Bora umuhimu ule mwani wenyewe mm -hmm. Bora mwani mwani unatakiwa uwe bora mm -hmm. Kwa hiyo ili uwe bora lazima usibitishie kwa sababu mm -hmm. Kuna watu wananika chini tu, kwa hiyo nenda katika sehemu ilo kwa stahiki taasisi mm -hmm. Nyingi zinozalisha mwani ushirika wanapeleka bidhaa zao zinakaguliwa, tunapoa certificate mm. kama sisi wakulima hai tuna mm. certificate ya bodi ya mm. chakula madawa mm. eneo letu limekaguliwa lime na sisi wenyewe tumekaguliwa, tunatengeneza vitu vyetu vina ubora. Bi Semeni, unaweza kutuonesha mfano eh. ili mtu eh, aseme hii bidhaa kweli imethibitishwa, aangalie vitu gani vya msingi pale anapofika sokoni ya kwanza watu wa bodi ya chakula na madawa mm. wanazunguka sana kwenye maduka mm -hmm. Lakini sisi kwenye viwanda vyetu ukija, tumepewa certificate, tunazo certificate mm. ya kuthibitisha hivi vyakula ni salama mm. na hata hivyo sisi tunasafisha kuleka nje. Huwezi kutoa nje huu kama huna certificate ya bodi ya chakula na madawa. Mfano wenyewe ndio huo, hii iko kwenye package ambayo ina maelezo yake, na hii Uh, huwezi kusafirisha, huwezi kutoka nje ya Zanzibar bila kupeleka pale bodi ya chakula na madawa na vipodozi, kwa sababu katika bandari pia mm, mm. wako wakaguzi. Ukitaka kutoa hata posta, kutaka kusafirisha mtu mm. pakiti moja tu hii, utambua lete certificate ya ubora. Na hii mm. si kwa sababu watu wengi wanahisi kama ni shida, lakini tunalinda maslahi ya nchi. uweze kupeleka kitu kikawa kina shida, ukailetea doa nchi yako. Kwa hiyo mi nawashauri watu wanaposafirisha au wanapotengeneza mwani lazima wafike bodi ya chakula madawa na vipodozi, ili kupata ile safety ya uhakika wanachokitumia. Ni kama vile watu wamekuwa na mwamko juu ya kuwekeza muda wao gharama zao katika matumizi ya bidhaa zinazotokana na mwani Atika. Lakini wasiwasi wangu ni kuwa sasa, kama sisi wazalishaji tunaangaliaje kwa jicho la huruma kwa hawa ambao tunakwenda kuwapatia huduma zetu baada ya kuzizalisha ya kama sijafahamu vizuri, tafsiri ni kwamba kiwango cha gharama za bidhaa zenyewe ni rafiki kwa hawa wanunuzi e? <laughs> bidhaa ziko rafiki sana, ziko rafiki sana kwa sababu mwani hmm.